tanza na herufi E kisha inafuata herufi F. Hivyo watu wenye majina yanayoanzia na herufi F baada ya watu wa herufi E, nyie ndio mnafuata. Hivyo sikiliza video hii mpaka mwisho tutakapofikia herufi F. kwa sasa tuanze na siri za majina yanayoanzia na herufi E. tuanze na namba moja, sifa ya watu hao wenye majina yanayoanzia na herufi E, ni miongoni mwa watu wenye miyoyo meupe kwani wana roho nzuri yenye mapenzi na huruma. Namba mbili, wanapenda uhuru sana kwenye mahusiano, hawapendi kukosa amani wawapo iwe kwenye ndoa ama mapenzi ya uchumba, hawapendi kufungwa fungwa. Namba tatu, ni watu wachangamfu mno. Kuna muda ni wacheshi, yaani kwenye swala la kuitafuta furaha wao kwao ni rahisi sana ukiwaona kuna muda unaweza usigundue kuwa wapo kwenye huzuni kwa sababu muda wote wana furaha, ni wachangamfu hata ukizungumza nao. Namba nne, ambayo ni ya mwisho kwa herufi E katika mwendelezo huu wa asili za herufi ya kwanza jina lako, watu hawa wenye majina yanayoanzia na herufi E ni mtu kigeugeu. Watu vigeugeu ni watu ambao wanaweza sema hili halafu kesho ukimkumbusha na kuuliza, kwani mimi ndo nilisema? ni mtu anayebadilika sana kwenye kauli zake, na hizo zilikuwa ni siri za watu wenye majina yanayoanzia na herufi E. Sasa tuelekee kwa wenye majina yanayoanzia na herufi F, wakina Faisal, Fatma, Fiston na Frida na wote wenye majina yanayoanzia na herufi hii e ya F, basi hizi ndio siri za watu hawa. Siri namba moja Naye ni miongoni mwa watu wenye mioyo meupe sana, kwani wana sifa ya kuwa na roho nzuri, wenye mapenzi na huruma. Namba mbili, wana uwezo wa asili wa kufariji watu, eidha kwa kuchekesha au maneno matamu ya upole yenye hekima na busara. Namba tatu, ni watetezi wa watu Hawapendi kuona wengine wakiumizwa ama kunyimwa haki zao. Wanakosa raha sana wakiona mwingine anaumizwa, wapo tayari kuwatetea. Namba nne na ya mwisho kwa leo katika siri za majina ya herufi ya kwanza, hii ni siri ya mwisho ya watu hao wenye majina yanayoanzia na herufi F. Hakika mtu huyu amejaa huzuni na ni mzito wa kufanya maamuzi huwa ni watu wa kujifikiria muda mrefu sana, na bado hawapataji majibu ya maamuzi yao kwa haraka. Ni mwenye huzuni, licha ya kwamba ana uwezo wa kuwafariji wengine, ila hawezi kujifariji yeye.